Mm. Tarehe 14 dhidi eh, ya Dodoma Jiji. Baada ya hapa sasa, yeah, ligi itasimama kupisha ratiba ile ya eh, kalenda ya FIFA. Tutakaporejea mm-hmm, itafuata michezo mingine hapo. Tupitishe, Muro. Yes. Dhidi ya Dodoma Jiji nakumbuka wa kwanza ulikuwa mgumu, eh, pale Jamhuri, Simba akishinda moja sifuri dhidi ya Mashujaa. Ni michezo miwili ambayo inafuatana ambayo ilibidi Simba cheze kwa machozi, jasho na damu. Mitatu minne tena wa Mashujaa wa JKT wapamba jiji yote Simba raundi ya kwanza alishinda moja sifuri, mechi ikiwa tough tough kweli kweli. Lakini dhidi ya KMC kama unakumbuka vizuri, ni uwanja huo ambao pia Simba anautumia kama uwanja wa nyumbani. E, KMC tangu apande panda ligi hajawahi kumfunga Simba kwenye mchezo wowote. Lakini Simba dhidi ya Singida Blackstars mechi nyingine mechi nyingine, hiyo dume kweli kweli, kwa sababu Simba alishinda moja sifuri bao la ngoma e, katika mechi ambayo ilikuwa inaonekana kama ni fainali ya michuano fulani fulani. Lakini KenGold dhidi ya Simba hapa pia ndio kile ambacho unaiona Prisons dhidi ya Yanga, timu ambazo zinakwepa ule mkasi wa kushuka daraja, ukizikuta mara nyingi zinacheza kama vile hakuna kesho. Kwa hiyo hiyo mechi ngumu na KenGold, wameimarika sana dhidi ya Kagera. Ni yale yale, ukimkuta sasa hivi Prison Kagera Kengold, Pamba wote ambao kila wakichungulia pa wasema hili shimo ni refu kuja kurudi inahitajika machozi, jasho na damu. Ukiutazama mchezo wa mwisho unakukumbusha kitu gani? Ah, Simba Sports Club dhidi ya Kagera Sugar. Msimu ambao Simba alikuwa bingwa, lakini alipoteza mchezo wa mwisho na unakumbuka rais wa awamu ya tano alikuwa uwanjani. Hayati John Joseph Pombe Magufuli <laughs> <alikuwa> <laughs> Kumbukumbu zako <kwa> ziko vizuri. <laughs>